Salimu katika jina la Yesu Kristo, ni the Dr. Heri Jilio Benga. Kama tulivyopanga mpango ambao ambayo tutakuwa nayo ya online mafundisho, ndio tunaanza hapa leo. najua ya kwamba ulikuwa unachunga mpango hii na mpango hii itakuwa baraka kwako kwa. Basi acha tuongee pamoja tuyateme yetu ambayo inaongelea neema experience, ama matokeo ya neema. Najua kwamba teme hii itakuwa baraka sana. Tutakuwa katika injili ya Yesu Kristo mwandishi Yohana sura yake 3 mstari wa 16. tutagusia pia barua Paulo kwa Waefeso sura yake 2 mstari wa 8 aya. Acha tusome pamoja neno la Mungu yohana sura yake tatu mstari wake wa kumi na sita kwa maana jinsi hii mungu aliipenda ulimwengu hata kamtoa mwana wake wa pekee ili kila ambaye atakayemwamini asipotee bali awe na uzima wa milele amen barua ya paulo kwa efeso sura yake mbili mstari wa mnane tusome pamoja kwa jina la yesu kristo kwa maana mliokolewa kwa neema kwa njia ya imani ambayo hiyo haikutokana na nafsi yenu, ni kipawa cha Mungu. Amen. Mungu atubariki sote. Tuko katika somo yetu kubwa, ambayo inaongelea matokeo ya neema ama neema experience. Najua ya kwamba wengi wanashindwa kuishi maisha ambayo wangilipashwa kuishi, ni kwa sababu tu hawana uhakika ya neno inaitwa neema. Hacha tuongee kwanza, neema ni nini? Neema ni uwezo, neema ni nguvu za Mungu ama mamlaka ya Mungu inayojizirisha katika wanadamu kwa kufanya mambo hiyo. Ni ya kwanza. Andika ya pili, neema ni nguvu za Mungu zifanyazo vitu ama mambo kwa ajili ya wanadamu na zikiitekeleza. Bwana Yesu asifiwe sana. Neema ni uwezo wa kimungu unaofanya kazi kwa ajili ya wanadamu, ama neema ni uwezo wa Mungu unaofanya kazi ndani ya mwanadamu kwa utekelezo fulani ya kimungu. Bwana Yesu asifiwe. Acha nikupatie aina mbili za neema ili kwamba tusonge mbele na temeitu. Aina ya kwanza ya neema ni neema ujumla ama neema ya watu wote sababu tunazoongea neema ama nguvu za kimungu zinazofanya kazi kwa ajili ya wanadamu ama nguvu za mungu zinazofanya kazi maisha ya mwanadamu. Lakini kuna aina mbili ya neema, neema ya kwanza ni neema ya ujumla, neema pili. Kama kunaweza kuwa ya ujumla, maana yake kuna ya upekee pia <laughs> haleluya. Baada ya neema ya ujumla, kuna neema ya upekee, na leo tutaongelea kwanza neema ya ujumla ama neema ya watu wote sana. Tukisema kuna nguvu za Mungu ambazo zilifanya kazi kwa ajili ya watu wote, tunaona hapo mwanzo wakati mwanadamu alihasi sheria ya Mungu. Najua kwamba wewe unajua habari za Adamu na Hawa. Hapo Biblia inasema mwanadamu, kuna shurti ambayo Mungu alimupa akampatia, asimamie mambo yote katika dunia, lakini akamwambia kuna tunda ambayo ama mti ambayo asiguse. Yako nataka kufundisha kwamba Mungu alimupenda mwanadamu, na wakati Mungu alimaliza kumpenda mwanadamu, Mungu anamaliza kuumba mbingu na nchi, katika nchi ya sia mambo yote sasa. Mungu makao yake ni mbinguni. Biblia inasema na alipomaliza kuumba vyote vya dunia akasema, imependeza. Sasa Mungu haweza kuumba kitu ambayo itampendeza kisha akaiachie Shetani ama dunia bila mtu ambaye atakayesimamia. Hapo ndipo Mungu akamupatia mwanadamu ama akamuumba mwanadamu kwa mfano wake, ili kwamba ule mwanadamu akasimamie dunia. Upendo wa Mungu haukuanzia katika Agano Jipya bali upendo wa Mungu ulianza katika Agano la Kale, wakati Mungu alianza kuumba mtu kwa mfano wake upendo wa Mungu haikuanzia wakati Yesu anakuja, lakini upendo wa Mungu ulianza wakati ya uumbaji. Biblia inasema, na tumuumbe mutu kwa mfano wetu. Ikaonekana bora Mungu akamuumbe mutu kwa mfano wake. Sasa huyo mtu ambaye Mungu aliumba kwa mfano wake akashindwa kutekeleza yale ambayo Mungu alimwambia, namna akashindwa kuishi namna gisi Mungu alimwambia aishi. Haleluya uyo mutu akatenda zambi akatembea na kinume ya mapenzi ya Mungu, akafanya yale ambayo Mungu akumwambia kufanye. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ilipofika ile muda Adamu, Biblia nasema wakati alitenda zambi akatoka katika mipango ya Mungu. Biblia nasema kwamba na wote ambao waliotenda zambi walipungukiwa na utukufu ya Mungu. Hapo hapo ndipo Mungu alimfukuza Adamu katika shamba ya Eden, na akavunja contract ambao walikuwa nayo. Lakini kupitana na upendo ambao Mungu iko nao, mwanadamu hakuachia pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivyo hivyo Biblia nasema kwa zambi ya mtu mmoja, dunia yote ilipata kutenda zambi. Ilibidi sasa, tunafika kwa tema yetu kwa neema, ama kwa neema ya mtu mmoja dunia mzima ipate kuokolewa. Hapo ndipo tunaposoma katika injili ya Yesu Kristo, mwandishi ni Yohana, sura yake tatu na mstari wa 16 kwa maana ngisi hii, acha nikwambie, kwa maana ngisi hii maana yake nini? Maana yake ni njia moja tu ya Mungu alionaka naweza fanya ilikwamba arudilie mwanadamu ama ilikwamba akamwokoa mwanadamu. Kwa maana ngisi hii inaonyesha ya kwamba kulikuwa zengine njia ama kunaweza kuwa zengine namna ambazo Mungu anaweza pitii, lakini Biblia inapresiza mzuri, Biblia ina, inasulinya mzuri nasema kwa maana ngisi hii ni ngisi tu moja gani? Mungu aliupenda ulimwengu. Kuna vyengine ambavyo watu wanaweza kutisha navyo, kuna vyengine majira inaweza kutisha navyo, kuna vyengine wakati inaweza kutisha nazo, lakini kitu ambao utaweka katika kichwa yako na akili yako ni kujua Mungu aliupenda ulimwengu. Haijalishi wewe ni mtenda zambi, Mungu aliipenda ulimwengu. Haijalishi wewe ni muhubiri wa Injili kama mimi ama mwalimu wa neno lake kama hii Biblia nasema kwa maana njisi hii Mungu alimpenda ulimwengu. Acha nikuambie wao mbaye ambaye wako na kuonesha na kukuelezea kwamba Mungu akupendi, anakupenda. Haijalishi uko mzinifu Mungu anakupenda. Haijalishi uko mlevi Mungu anakupenda. Haijalishi uko mtapeli Mungu anakupenda. Haijalishi uko mwizi Mungu anakupenda. Kwa maana njisi hii Mungu alipenda ulimwengu, hapo haina watu ambao Mungu hapendi na hakuna aina wote ambao Mungu anapenda. Biblia ninasema kwamba maana jinsi hii Mungu alipenda ulimwengu yote. Ina maana gani? Neema haikukuja kwa ajili ya wale ambao wameshatuamini Kristo. Niko naongelea neema, neema ujumla. Neema ujumla ilikuja kwa ulimwengu nzima. Neema ujumla ilikuja kwa washarati ilikuja kwa walevi ilikuja kwa wanzinzi ilikuja kwa matapeli ilikuja kwa wauaji ilikuja kwa watu wote, kwa sababu ni njia tu moja ambayo Mungu aliifanya ili kwamba kumwokoa mwanadamu. Biblia inasema jinsi hii Mungu alipenda, Bwana wa ife sana. Neema hii ya ujumla ilikuja ameliumbika na upendo wa Mungu. Acha nikuambia kwamba kuna muda mwingine ambayo mwanadamu hawezi kufanya jambo kwa ajili ya mwingine kama hajakupenda bado. Kuna neema zingine ambazo Mungu anafanya kwa ajili ya watu wake kwa sababu tu ya upendo wake. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, hii ni neema jumla. Haijalishi huko nani, Mungu anakupenda. Haijalishi umeshafanya nini kwa maisha yako, Mungu anakupenda. Haijalishi uko maskini, Mungu anakupenda. Haijalishi uko tajiri, Mungu anakupenda. Njo neema hiyo, nguvu za Mungu ambazo zinazofanya kazi juu ya wanadamu. Haleluya, haleluya. Bwana unasifiwa sana. Ingilikuwa mwanadamu njoo ambaye Adamu na Eva walimkosea, hawangeonesha hiyo upendo. Lakini Mungu anaonesha upendo. Njoo neema ujumla hii ya Mungu alionesha dunia mzima. Acha nikwambie, ni neema. Hatukukua na istahili. Huko mlevi hukukua na istahili. Huko huko mlevi hukukua na istahili. Lakini ni neema ambayo ilikuja kwa kupilingana na upendo wa Mungu ili kwamba tukiwe tuokolewe. Acha tuendelee. Akili ya mwanadamu haiko kama vile ya Mungu, akili ya Mungu. Mungu yeye pekee ni upendo, na ndio maana hii neema ilikuja kwa ajili yetu. Kumbuka kwamba mwanadamu ndiye ambaye alimkoroga Mungu, ndiye ambaye alimkosea Mungu, akatoka katika nyao, akatoka katika system, akatoka katika mifumo mifumo ya kimungu, yale ambayo Mungu alimwagiza akeacha, yale ambayo Mungu alimwambia atafanya, ama namna gisi atakaishi akaishi akaishi, namna gisi nyoka ama shetani alikuja akamwambia. Lakini hii haikuacha Mungu asionyeshe tu upendo. Gisi hii Mungu akampenda ulimwengu, gisi hii Mungu akapenda ulimwengu. Kumbuka ni Mungu ambaye anayenyesha mvua kwa wema na wabaya. Haleluya! Yani, nataka kuongelea hapa neema ya ujumla. Ni uwezo wa kimungu ambayo inakia naleta upendo yake na nguvu zake kwa kuokoa wanadamu wote. Haijalishi uko mzuri, haijalishi uko mubaya, haijalishi uko mfupi, haijalishi uko mumrefu, haijalishi unakuja kwa country gani, haijalishi wewe ni mzungu ama ni mweusi. Ni neema ujumla, hii ni nguvu za Mungu ambazo zinatumika kwa watu wote. Njo neema inanyeshesha mvua kwa sababu gani? Ingilikuwa Mungu ni kama vile mwanadamu angilikuwa na chakula sehemu ambapo wale ambao wanaomwamini njotu wako ilikwamba nyeshesha ako mvua. Lakini juu ni Mungu mwenye upendo na mwenye neema, hii neema ujumla ananyeshesha mvua kwa wema na wabaya. Haijalishi ulizini, atanyeshesha tu mvua kwa ajili yako. Haijalishi ulifanya nini, atanyeshesha mvua. Ndio maana wewe, ambaye haujamkubali bado Yesu, nataka kuongea na wewe kwa jinsi hii, Mungu aliupenda ulimwengu wale ambao wamesha tayari kumkubali Mungu waje uko nchi mde ya kwamba wewe hawezi kukubali, wewe Mungu akupendi. Mungu anakupenda. wale ambao wamesha kuhubiri waache kukuogopesha, ya kwamba gasi nani gazabu ya Mungu itakuangukia, okoka, fanya hivi. mm -mm. Mungu anakupenda, Mungu anakuhitaji, Mungu anakuomba tu kitu moja arikolea upendo wake na neema yake ya ujumla, aliletea watu wote, akapenda ulimwengu. Biblia inasema akamutoa mwana wake wa pekee. Haleluya! alifanya sadaka ili kwamba wewe utoke katika ile vifungo ya zambi ya Shetani. Hali njoo hiyo, ni kuna nguvu fulani ambazo Mungu alizifanya ili kwamba sisi tukapokee neema ambayo tuliyopoteza kupitia Adamu. Kuna nguvu ambazo Mungu alizitumia, haiko uwe binafsi, ndio la tumia nguvu, haiko mie binafsi ambeningo nakuhubiri